Asante sana kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen, nasi tukiendelea kukufahamisha tulilokuandalia ni kwamba walimu wa shule za sekondari msingi katika kaunti ya Kajiado wamejiunga na wenzao kote nchini kutoa shinikizo kwa serikali kuwapa ajira ya kudumu pamoja na kupewa mishahara ya juu. Walimu hao ambao wanasema watalazimika kuendeleza misururu ya maandamano mwakani wameapa kutorejea darasani. Tunaungana sasa na mwanahabari wetu Robert Masai ambaye yuko na walimu hao ili aweze kutupasha mengi. Kwako kwa Masai. Na mwana, asante sana. Bila shaka kama ulivyosema, tunakuja moja kwa moja kutoka hapa Kajiado mjini ambapo ukiona nyuma yangu kuna walimu wa sekondari msingi, eh, sekondari msingi ambao uh, wamejiunga na wenzao tu kote nchini kupasa sauti kuhusiana na matakwa yao kwa serikali. Itakumbuka kwamba kumekuwa na misururu ya um, kauli zao kwa vyombo vya habari kutoka kila pembe, na sasa leo hawa kutoka pembe mbalimbali mbali ya Kajiado. Kwa mfano tuko na walimu kutoka Kajiado kusini, kuna wawakilishi wametoka Kajiado Magharibi Kajiado ya kati ambao a, vile vile wanalalamikia masuala mengi tu ikiwemo kandarasi ya kudumu na vile vile wanasema kwamba wanahitaji mishahara iongezwe, kwa sababu pia wanasema wanatoa huduma kama walimu wengine wale, lakini wanalipwa pesa kidogo mno. Na hamna haja ya kuandikia mate kwa sababu wako hapa tu, nitazungumza na wao moja kwa moja. Karibia tu hapa hivi, halafu ukiangalia kamera, labda tueleze matakwa yenu ni yapi na ni kwa nini mko hapa leo? Eh, kwanza kwa majina, naitwa mwalimu natoka Kajiado asisi kama walimu wa wa, junior school we we we we are are demanding the the the the government to to to to confirm us into the permanent and and pensionable. yes. We have worked diligently and, uh, we want to tell the TSC the TSC that that our contract is coming to an end uh, next month so um, we are also requesting that TSC uh, to give us career guidelines career progression guidelines so we don't know Once we, uh, we hand at uh, the job group C2 atueleze uh, tutaelekea wapi uh, kisha tunataka kuwauliza TSC ya kwamba uh, sisi kama walimu uh, wa, wa junior school we demand for autonomy Mogul's power, power. Mogul's power. power. Eh, ni kwa hayo tu, labda unazungumzia kwamba kandarasi yenu inaisha mwezi ujao. Wasiwasi wenu ni upi, na kuna mawasiliano ndio kutoka kwa mwajiri wenu TSC? Tujapata ripoti yote kutoka kwa TSC, lakini tumepewa pata ripoti kutoka kwa waziri wa elimu, alituambia tutaongeza kandarasi ya miaka miwili. Sisi tunataka tuwaeleze TSC kwamba sisi hatuwezi ku... we will not renew our contract. It's either confirmation, or no confirmation. Yes. Yes, it's either confirmation or wrong, renewal. No, renewal. Yes. Asante sana. Tupate pia ndugu hapa, unasema kwamba unatoka Kajiado Magharibi. Swala la mishahara, Rais mwenyewe alitoa kauli kwamba mtapewa ile kandarasi ya kudumu. Je, kama walimu mnasemaje? Moguls power. Power. Moguls power. Power. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Saitoti. Aspirant wa Kupet Team Change.

naona walimu ni wengi kwelikweli, lakini Mwanahamisi, kama umesikia, hawa hizo ni kauli zao tu, hususan kuhusiana na matoko yao kwa mwajiri wao TSC na vilevile vile wizara ya elimu. Itakumbuka kwamba wamekuwa wakitoa lalama katika pembe mbalimbali mbali, lakini tunaarifiwa kwamba hapo kesho katika jiji la Nairobi watakuwa wanaandaa maandamano hadi katika afisi za elimu kuweza kuwasilisha matakwa yao hususan wakati. Uh, tunatarajia kwamba hapo mwaka kesho kandarasi yao itakuwa imeisha, wakati watakuwa na wanarejelea muula wa kwanza. Kwa hivyo ni swala ambalo tunafuatilia, alafu tutakuwa tunajua inakaaje hususan kauli hii iwapo itaweza kufikia wizara ya elimu na vilevile TSC ili kuweza kuwajibu. Kutoka hapa kaunti ya Kajiado, sina la ziada. Narejesha kwako, mimi naitwa Robert Masai. Kwako mwana. Asante sana Masai, nasi hapa tukiendelea kukufahamisha mengine ni kwamba gavana wa Garisha.